Jambo la kwanza ambayo tutalifanya kama wanayanga, jambo la kwanza ambayo tutalifanya kama wanayanga ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumwomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiye shukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwa tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tum Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba hapo, kwenye kushukuru na kuomba, tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho, kwa majali wa Mwenyezi Mungu, na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya klabu hapa hapa, na jambo hili talifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa klabu, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa fainali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo utalifanya siku ya kesho hapa makao makuu? Asubuhi na mapema kesho tutaweka historia klabu ya Yanga Afrika hapa, tutakunywa supu ya ngamia kesho. Tutaangusha ngamia hapa. Tumesha kunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu mnavyosikia. Ngamia jamani, angekuja kusimama hapa, ingetulazimu tutoboe hii ili aenee, ni dude la maana kwelikweli. Kwao tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua. Kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo chotujaalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi lakini la pili tumuombe saa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Si tumeelewana vizuri hapo eh? Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika hapo.